Manasema, Shuru Amazonas, anasema shurutu sihhatul kasr, sharti ambazo unazitakiwa kuchunga kama unataka kupunguza swala somesha kuwa ruhusa. Shekhe anasema sharti ambazo unazotaka kuzichunga kwa wewe ambaye msafiri unataka kupunguza swala moja, anasema ayakuna safaru marhalataini safari unayotaka kupunguza ile ni marhala mbili, ile ni umbali wa marhalataini, umbali wa marhala mbili. Wa hiya masirun yaumin wa laila, anasema ni kutembea marhala mbili, ni kutembea usiku na mchana, usiku mmoja na mchana mmoja Mtu akitembea kwa kipande hicho huyu anaruhusiwa kupunguza. Sisi tumeelewa ameifasiri hapo chini, anasema ai maana ya hiyo marhala mbili ithna ashara mailan, ni maili kumi na mbili, ni maili kumi na mbili. Wal mailu anasemwa maili moja, arbaatu alaf khutwa, ni hatua elfu nne. Maili moja ni hatua alfu sita mia. Wanazuoni wametofautiana wapi mtu wa anaanza kupunguza? Sasa anaanza kupunguza swala kwa mujibu wa shekh ni maili kumi na mbili, maili kumi na mbili ni hapa na hak, maili kumi na mbili wamepima ni kwamba ni kilomita themanini na kidogo, themanini na nne. Ay, marhala mbili au maili kumi na mbili ni kilometa themanini so, na nne sawa, hapa na Chalinze situmee, atakayesafiri hapa na Chalinze, kuanzia Chalinze pale anaanza kufanya kasi, anaanza kupunguza. Situmalewana haya, hiyo ni shati la kwanza, safari iwe na marhalataini au maili kumi na mbili au kilometa 80 na na Yaani we kama umetoka hapa Dar es Salaam ukasema, mimi naenda na safiri kwenda Chalinze, ndio mwisho wa safari yako pale Chalinze, pale utaendelea kupunguza swala pale, maanake pale umeanza kuhesabika wewe ni nani? Msafiri. Shati la pili anyakusida almusafiru makanan muayanan shekha, anasema msafiri awe amekusudia pahala maalumu anapokwenda, sio mtu mzururaji ajui anakwenda wapi, safari yake inaishia wapi, awe anajua. Anyakusida akusudie, makana muayana, pahala maalum anapokusudia so kwenda. mimi bwana, nakwenda Mbeya. Haya, mimi bwana, nasafiri kwenda Unguja. Haya, sawa hiyo. E, e, sharti la pili. Sharti ya tatu, alla yakuna safaruhu fi maasiyah isiyo safari anayokwenda ni, ni safari ya maasi, yaani kule anakokwenda sio kinachompeleka ni maasi. Kama mtu anatoka hapa anataka kwenda kuimba Morogoro, anatoka hapa anataka kwenda kunywa pombe Morogoro, anatoka hapa anataka kwenda kuzini Unguja. Katika madhehebu ya Imamu Shafi ni sharti ili upunguze na kujumuisha safari yako isiyo ya maasia, sawa? Kwa sababu sheria imekupa kupunguza na kujumuisha ili safari yako iwe nyepesi. Sasa kwenye madhehebu ya Imamu Shafi, huwekewi uwepesi kwenye maasia kwenye maasi unatakiwa uwekewe uzito, wewe yote we, anayesafiri kwenye maasi hapunguzi swala hajumuishi swala, ataswali utakaa kamili na kila swala ataswali kwa wakati wake, kama ni mswaliji kweli. O kwe, kwe eh, ama ni mswaliji kweli. Madhehebu nyingine amesema mazali ni msafiri anaingia kwenye ruhusa zake tu, lakini kwa Imamu Shafi madharu safari yako ni ya maasi, ah kupunguza uhusi an la yakuna safaru fi maasiya isiyo safari yake anakwenda kufanya maasi eh, si tumeelewa? Na maasi haya tumetoa mfano tu, hata kama unasafiri kwenda kutoa ushahidi wa uongo wewe umeenda kwenye maasia sawa, umesafiri. Unapeleka habari za mtu wagombane, wewe umesafiri kwenye maasia. Kwa maasi yako mengi sana eh? Eh? Umesafiri lakini, unaenda kubeba unga, madawa ya kulevya, miadarati, wewe umesafiri kwenye maasia, yaani maasia kwa ujumla wake. Sharti la tatu Sharti la nne, an yanwiya lqasra fi kulli salati tuqsar, anuie kupunguza katika kila swala ambayo inapunguzwa, kwamba yeye anakuja adhuhuri, wakati anaingia kwenye swala anuia kwamba hii swala mimi napunguza. Sijui tunaelewa? an yanwiya lqasra anuie kupunguza fi kulli salati tuqsar, katika kila swala ambayo inayopunguzwa. Anuie kupunguza, sio anaingia kwenye swala ajui hii swala mimi napunguza au sipunguzi. Hakuwezi kuwa na nia yenye mashaka kwenye swala, lazima wewe unajua, wakati unaingia hii swala unasema hii, mimi napunguza hii. Kwa hiyo, kwahiyo unaswali kwa kupunguza. umeelewana jamaa haya hizi ni sharti nne za kupunguza swala sheikh analeta sharti zingine za kujumuisha swala hizo zilikuwa za kupunguza turudie hizo za kupunguza tujikumbushe sharti la kwanza anyakuna safaru marhalatain ili uweze kupunguza safari yako iwe na umbali wa maili kumi na mbili sawa sawa na kilomita 84 safari yako iwe na urefu huo. Chini ya hapo kwa mujibu wa, wa Sheikh Qasri, ama chini ya kilomita 84 upunguzi swala sawa. Wewe kama unatoka hapa unaenda Kibaha ama unaona o ni safari lakini huwezi kupunguza kwa sababu iko chini ya marhalateini situmeele. Sharti la kwanza hiyo safari iyo kilomita marhalateini, wahiya masiratu yaumi wa laila, nako ni kutembea kwa miguu au kwa mnyama ambaye umembebesha mizigo Eh? bisairi alhayawanati almuhammala kwa mwendo wa wanyama waliobebeshwa mzigo situmeewa. Yaani mnyama alibeba mzigo, haraka haraka anatembea taara na juu yake kuna mzigo. Sawa jamaa. Sharti la pili, anyakusuda lmusafiru makana muayyanan, msafiri kusudia pahala maalumu anapokwenda. Tatu, alla yakuna safaruhu fi maasia, isiyo safari yake anakwenda maasi. Nne, anyanuwiya lkasra, anuiye kupunguza fi kulli salati tuksaru katika kila swala ambayo, uh, zinayopunguzwa swala zinazopunguzwa tumeshasema ni zile zenye rakaa nne: adhuhuri, alasiri na isha. Tano, ala, eh, tulikuwa tujamaliza hii ya tano, anla yakatadia bimukimi sawa, so, asimfuate mkazi, anla yakatabia binukini, msafiri asiswali nyuma ya mtu mkazi wa ile lile eneo, ili upunguze, usiswali nyuma ya anayetimiza. Tuseme hivi, anla yakatabia biuklii asiswali nyuma ya mtu anayetimiza swala, asiswali nyuma ya yule mkazi wa yule mji. Mkazi wa yule mji lazima swala atimize, wewe usiswali nyuma yake. Wewe kama ni msafiri, umeingia msikitini, ukawakuta watu wanaswali swala yao ya jamaa, na wewe ukaunga itakulazimu utumize swali, hautosema mimi mimi na swali rakaa mbili. Umeenda umepawaza umewakuta watu wana swali ya zuhuri rakaa rakaa nne ukasema mimi, uka mimi, unge, raka mimi, zafwanza, mimi, zamujo, mimi sijiungi nasubihi pale akae rakaa mbili za kwanza na tegea zile mbili za mwisho alafu mimi ndio nijiunge. Aiusi hata ukiwawahi kwenye hatahi ukiwa yake. We, mazali Mame, wewe mazali ume, umejiunga na mukim, haujapata hata rakaa moja, we kwa kwenye tahiyati yake ya mwisho, na we ukaunga pale, wewe ni msafiri. Allahu Akbar, wao wakatoa salamu, uwezi ukasimama kasainasolea rakaa mbili, utalazimika kuswali rakaa zote nne, situmeenewa Ala yaktabia bimukimi, anayetaka kupunguza swala asiwe maamuma ya mtu mkazi wa mji pale. hmm. hmm. Lakini msafiri anaweza kuwa imamu wa wakazi wa mji. Msafiri anaweza kuwa imamu wa wakazi wa mji mathalan amekwenda pale, ni shekhe anasafiri nao, ni watu wanamjua, wamemwambia tangulia, utuswalishe, anaruhusiwa madhali ni msafiri, anausia kutangulia na awaambie kabisa, nakuswalisheni ni. ni. mimi nitaswali rakaa mbili, nitatoa salamu, rakaa mbili zingine malizeni wenyewe Hivi kawaswalisha watu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna kasabu anamswalisha Mtume, kasafiri Mtume na masahaba kawakuta watu wa kazi ametangulia. Mtume kaswalisha, alisali rakaa mbili alizotoa sala, akawambia atimu salatakum nahnu qaumu safar, timizeni swala yenu sisi niwasafiri. Kwa hiyo waliobaki nyuma wamenyanyuka, kila mmoja anatimiza swala zile rakaa mbili kwa kivyake vyake. Sisi tunaelewa, lakini wewe msafiri, ukijiroga tu ukamfuata mkazi, basi itakulazimu utimize hiyo swala e, itakulazimu utimize hiyo swala. Wanazoni wanasema hata kama umeingia kwenye swala, wewe ni msafiri ukaingia kwenye swala Allahu akbar, umeswali swali rakaa mbili, bado swala haijaisha, uzi ukakutoka ukaenda ukachukua uzi, ukirudi lazima utulize swala uweze kusema aminu. Tena siwafuati tena, nini mimi na swali tu yangu lileingia mwanzo, na ukawafuata wao wakazi. Halafu hui ukakuharibikia katikati, ukaenda ukachukua tena uzo, huwezi kusema mimi saa hizi masali nimeokuta kwenye raka mbili tu nami namalizia hizi zangu mbili kwa sababu mimi msafiri, basi mambo yaisha. Hakuna, utatimiza swala. Kwa hiyo ni kipengele muhimu sana, an la yaktadia bimukimi, anayetaka kupunguza swala asimfuate mtu anayetimiza. <coughs> Tumeelewana jamaa. We ukiona hey, okay, umewafuata watu kwenye msikiti wao na we umeunga jamaa, lazima utimize hiyo swala.